Inafurahisha sana kuwasikia wawakilishi wa wananchi mkitoa wa mrejesho na kuthibitisha kwamba kweli ndani ya kipindi hicho kazi kubwa imefanyika. <coughs> Ninawashukuru kwa kutambua kwenu kwa sio tu tumeyaendeleza mema yaliyokuwepo katika awamu zilizopita, bali pia tumeweza kuboresha mema yaliyopo na kuleta mema mapya kwa ajili ya ustawi wa wananchi na Taifa letu. Nawashukuru sana kwa kutambua kazi njema iliyofanywa na serikali yenu. Mheshimiwa Spika, kama sote tunavyofahamu kidole kimoja hakivunji chawa. Ni dhahiri kuwa yote yaliyoelezwa na ambayo wananchi wanaendelea kuyashuhudia kwenye maeneo yao yamechangiwa na utekelezaji wa majukumu ya kikatiba ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa ibara sitini na tatu mbili ya katiba yetu ya Tanzania inayolitaka Bunge kusimamia na kushauri serikali kwa niaba ya wananchi, yanatokana na ushirikiano mkubwa, umoja na mshikamano kutoka kwa viongozi wenzangu, kuanzia Makamu wa Rais, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na viongozi wote wa Zanzibar, waziri mkuu, naibu waziri mkuu, mawaziri na manaibu mawaziri, watendaji wote kuanzia makatibu wakuu na watumishi wote wa taasisi za umma. Wote hawa nawapongeza kwa bidii, weledi na uzalendo waliouonyesha katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020 2025 na mipango yote ya maendeleo iliyowekwa na serikali. Kwa mantiki hiyo, tuzo hii si yangu peke yangu, ni yetu sote nami, na naitabaruku tuzo hii kwenu wenzangu na wananchi ambao wametoa mchango mkubwa katika kulijenga taifa letu. Mimi nimeipokea kwa niaba yenu, asanteni sana. Kwa niaba ya wenzangu katika utumishi wa umma. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa kazi inayofanyika inatambuliwa na kuthaminiwa na bunge hili adhimu. Wabunge mkiwa ni wawakilishi wa wananchi ni kusema kwamba wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamethamini kazi inayofanywa na serikali yao. Na hii ni faraja kubwa sana kwetu.